Mheshimiwa mwenyekiti, elimu ya amali katika shule zetu za sekondari ni nyenzo muhimu ya kuwawezesha wanafunzi kupata ujuzi wa ufundi na ujasiriamali kwa lengo la kumudu maisha yao, kushindana katika soko la ajira na kuchangia maendeleo ya taifa. Kwa muktadha huo, serikali imewezesha ujenzi wa shule mpya mia moja na tatu za sekondari za amali ambazo zipo katika hatua mbalimbali za ujenzi. Kukamilika kwa shule hizo kutawezesha kuongezeka kwa, kwa idadi ya shule za amali za sekondari kutoka shule tisa hadi kufikia shule mia moja kumi na mbili za sekondari za amali. Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na jitihada za kuongeza shule za sekondari za amali nchini, serikali imeendelea kuongeza udahili wa wanafunzi katika vio vya elimu ya ufundi hadi kufikia wa wanafunzi laki moja na tisini na tisa elfu mia moja kumi na nane kwa mwaka 2024/2025 ikilinganishwa na wanafunzi mia moja sitini na moja Mia saba hamsini elfu waliodahiliwa katika mwaka wa 2021-2022 ikiwa ni ongezeko la wanafunzi 37,168 sawa na asilimia 23. Ongezeko la udahili wa wanafunzi linatokana na kuongezeka kwa vyuo vya elimu ya ufundi hadi kufikia vyuo 512 kwa mwaka 2024-2025 kutoka vyo vya ufundi 441 mwaka 2021/2022. Mheshimiwa Spika, uh, Mwenyekiti, hali kadhalika serikali imedahili wanafunzi 11232 katika vyo vya mafunzo ya ufundi stadi yani VETA katika mwaka wa masomo 2025. Aidha, idadi ya wanafunzi katika vyo vya VETA imefikia wanafunzi 58912 ambapo kati yao wanafunzi wa kozi za muda mrefu ni 24670 na wanafunzi wa kozi za muda mfupi ni 34242 Ongezeko la wanafunzi linatokana na ongezeko la vyuo vya VETA kutoka 810 mwaka 2021 22 hadi kufikia vyuo 905 mwaka 2024 25. Vile vile imedahili wanafunzi 391 katika chuo cha walimu cha mafunzo ya ufundi stadi Morogoro MVTTC ili kuongeza idadi ya walimu wa elimu ya ufundi. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kutekeleza mpango wa kitaifa wa kuhakikisha kuwa kila wilaya na mkoa unakuwa na chuo cha mafunzo ya ufundi stadi ambapo kwa mwaka wa, wa fedha 2024/2025 serikali imeendelea na ujenzi wa vyuo 64 vya wilaya na kimoja cha mkoa song. wa Songwe. Ujenzi wa vyuo 63 umefikia wastani wa, wa asilimia 45, chuo cha mkoa wa Songwe asilimia 40, na chuo cha wilaya cha Mwino kimefikia asilimia 88. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile serikali imeendelea kuboresha na kuongeza miundombinu katika vyuo vya elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi ikiwemo kuendelea na ujenzi wa miundombinu ya nyongeza katika vyuo kumi vya mafunzo ya ufundi stadi vya Ndolage, Muleba, Ileje, Isongele, Newala, Kitangali, Ngorongoro, Samunge, Golowa, Babati, Urambo, Chekereni, Kasulu, Nyamidaho, Mabalanga, Kilindi, Nkasi, Palamawe, na Kanadi Itilima ambapo utekelezaji wa ujenzi umefikia wastani wa asilimia 82. Pia imeendelea na ujenzi wa miundombinu katika vyuo vya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi katika chuo cha Kigamboni, Kihonda, Nyamidaho, Urambo, Morogoro, Arusha, Karagwe, Busokelo, Makete na Namtumbo ambapo ujenzi umefikia wastani wa asilimia 98.5. Mheshimiwa Mwenyekiti, tarehe moja Februari 2025 Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alizindua rasmi sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 23 inayolenga kutoa elimu inayozingatia ujuzi kulingana na mahitaji ya soko la ajira na kuchangia katika maendeleo ya taifa. Aidha, ili kutekeleza kwa ufanisi sera na mitaala iliyoboreshwa, serikali imeendelea kutoa elimu kwa umma kupitia vyombo vya habari, mikutano na majukwaa mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, vilevile, serikali imeendelea kutoa mafunzo kwa walimu ikiwepo utekelezaji wa mitaala iliyoboreshwa kwa walimu 70,657 ikilinganishwa na walimu 1250 waliopata mafunzo katika mwaka 2021 2022. Aidha, imetoa mafunzo kwa wadhibiti bora wa shule 611 ikilinganishwa na wadhibiti bora wa shule 368 waliopata mafunzo mwaka 2021 2022. Vilevile, serikali imetoa mafunzo kwa maafisa elimu kata 403, wakufunza wa vyuo vya walimu 70, watumishi wa vyuo vya walimu 120, wakuu wa vyuo 35 na walimu wakuu 1920. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuongeza ufanisi wa utekelezaji wa sera na mitaala inayoboreshwa serikali imeanza mapitio ya sheria ya elimu sura ya 353 ili kuendana na matakwa ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 ambapo maoni ya ma... wadau mbalimbali mbali wa elimu kuhusu sheria husika yameendelea kukusanywa. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali imeendelea kuhuisha na kuandaa miongozo ya utoaji wa elimu na mafunzo nchini ili kuendana na matakwa ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 kwa kutoa miongozo mbalimbali ikiwemo, mbali muongozo wa utekelezaji wa elimu ya mali katika shule za sekondari wa mwaka 2025, muongozo wa mafunzo ya mali kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum wa mwaka 2025, muongozo wa matumizi ya breli wa mwaka 2025 na muongozo wa kitaifa wa elimu jumuishi wa mwaka 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile serikali imeandaa mkakati wa kitaifa wa matumizi ya teknolojia za kidijitali katika elimu wa mwaka 2024 2025 hadi 2029 30, sambamba na miongozo minne kwa ajili ya utekelezaji wa mkakati huo kama ifuatavyo: muongozo wa ujumuishi wa matumizi ya teknolojia za kidijitali katika shule na vyuo vya walimu 2025, muongozo wa matumizi ya teknolojia za kidijitali katika vyuo vya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi 2025, mwongozo wa matumizi ya teknolojia za kidijitali katika vyuo vikuu 2025 na mwongozo wa matumizi ya akili unde, yani artificial intelligence katika elimu 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, takwimu za elimu ni nyenzo muhimu katika kuboresha ufundishaji na ujifunzaji, kufanya tafiti na kutoa maamuzi mbalimbali mbali. Kwa kutambua umuhimu huo serikali imeunganisha mifumo ya takwimu za elimu na kuwa na mfumo mmoja wa sekta ya elimu.